Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limeomba radhi tena kwa rais wa Marekani Donald Trump kufuatia upotoshaji wa maneno yaliyohaririwa katika kipindi cha Panorama kikihusisha hotuba ya Rais Trump ya Januari sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja inayolalamikiwa kuwa na maneno ambayo hayakuzungumzwa na Trump siku hiyo bali yametengenezwa kwa sababu maalum, lakini imekataa madai yake ya kutaka kufidia. Hii ni TriGen Media. BBC imesema kuwa uhariri huo uliotoa taswira isiyo sahihi kwamba Rais Trump alitoa wito wa moja kwa moja wa kuchochea vurugu na kuahidi kutoonesha tena toleo la mwaka 2024. Wanasheria wa Trump wametishia kushtaki BBC kwa dola bilioni moja kama fidia endapo shirika hilo halitatoa ukanushaji, kuomba msamaha na kumlipa fidia licha ya hatua za awali za kiwajibikaji za kujiuzulu kwa mkurugenzi wake mkuu Tim Davie. Kufuatia hali hiyo, BBC imewasilisha sababu kutano kujinasua dhidi ya kesi hiyo. Moja, BBC haikuwa na haki za kusambaza na haikusambaza kipindi cha Panorama kwenye chaneli, wakati filamu hiyo ya makala ilipokuwa ikipatikana kwenye BBC iPlayer, ilizuia watazamaji yulioko nje ya Uingereza. Makala hiyo haikusababisha madhara kwa Trump, kwani alichaguliwa tena muda mfupi baadaye. Namba tatu, kipande cha video hakikutengenezwa kwa nia ya kupotosha, bali kilifupishwa tu kutoka kwenye hotuba ndefu, na kwamba uhariri haukufanywa kwa uadui wowote. Namba nne, kipande hicho hakikukusudiwa kutazama peke yake. Badala yake kilikuwa sekunde kumi na mbili ya kipindi kilichodumu kwa saa moja, ambacho pia kilikuwa na sauti gi zinazomuunga mkono Trump. Namba tano maoni kuhusu jambo la maslahi ya umma na hotuba ya kisiasa vinakingwa sana chini ya sheria za kashfa Marekani. Aidha, shirika hilo la habari kongwe duniani limekuwa muumini mkubwa wa majukwaa ya kujenga hoja na hivyo limewasilisha hoja hizo tano kama utetezi wake. Hii ni Trigen Media.